Kana na matokeo ambayo e, Simba imeyapata kunako michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika viongozi wameona isiwe shaka e, basi tuangalie namna gani tunaweza kutoboa katika michezo inayofuata. Kwa maana hiyo wamempa mkono kwa heri, meneja Dimitari Pantev. Nipo naye ndugu yangu e, mipapa kuzungumza naye mawili matatu yale ya kimichezo, na amerejea Dar es Salaam mara baada ya kuwa Tanga kwa kipindi kirefu sana. Bana Sefu, mambo ni aje kaka. Ah, namshukuru Mungu ndugu yangu, mambo yanakwenda yeah. Mara nyingine tena tumekutana mjini katika yetu ya kutafuta maisha na hapa na pale, nashukuru sana shef. Kwa vizuri lakini. Ah, sana sana hilo ondoa hofu e, niko na afya njema niko safi mimi. Naamini ukiwa shabiki wa klabu ya Simba, moja miongoni mwa vitu ni kuwa tuko strong sana. Eh. Simba, mko strong sana tuzungumze hili ambalo limejitokeza siku ya jana Wakati anatambulishwa meneja Dimitari Pantev, alizungumzwa mengi kweli kweli kuhusiana na taaluma yake e, ule uhakiki wake, kwa maana vigezo ambavyo alikuwa navyo, viongozi wakaziba masikio na kuamini kwamba ni mtu ambaye anaweza kuwapeleka katika nchi ya hadi kwa maana nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia kurejesha ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Isivyo kawaida, amepewa mkono kwa heri mapema. Alistahili kuondoshwa mapema namna hii Dimitari Pantev? Wanasemaji Waswahili, ukikosa sababu za msingi za jambo lolote ambalo unahisi linaweza kukuondolea tatizo lako, basi ukifanya hilo jambo huwa alisapotiwi. Nitumie Kiswahili rahisi sana yani, ukiwauliza viongozi wa Simba sababu za kumwondoa Dimitri Pantev haziko. Lakini kwa sababu nyuma yao wanapigiwa kelele juu ya watu ambacho wanakiamini, njia rahisi sasa ya kuwafanya wapumue ni kwenda kumtoa mwanga limited Pantev. Kwa nini? Virabu hivi vina mashaka na matatizo mengi kweli kweli Abdalla. Lakini hivi virabu vinabaki kuwa hai, vinabaki kuwa na nguvu, ukivipa matokeo tu. Nitakwambia mfano. Saizi kila kitakachozungumzwa upande wa pili kitakuwa kimepewa nguvu kubwa kwa sababu ya nini? Watu wana matokeo. Lakini kuna matatizo makubwa, inawezekana mara mia moja haya no, unaona Msimbazi. Kwa hiyo viongozi wameshindwa kutengeneza E, hali ya kuzungumza na watu wao, wakamtoa mwanga Dimitri Pantev ambaye hakuwa na shida yoyote kwangu mimi. Ukiniambia walimu bora ambao naweza nikawataja kwa vipindi vyote vya baadaye. Eh, ni Dimitri Pantev kwa sababu anaipokea timu kutoka kwa kwa kwa Fadlu Davids. Mechi alizocheza Fadlu Davids za kimataifa zilikuwa zinatia woga. Unaogopa kuutazama mpira. Dimitri Pantev anaondoka, eh, ndo timu pekee ambayo imetengeneza Eh, niseme mnahitaji imetengeneza ime, ime pasi nyingi za mwisho kuliko timu nyingine yoyote lakini hazikuenda tu katika wavu. Huyo ndio mwalimu ambaye anaondolewa duniani. Watu wote tunatamani kwanza kufika lango la adui kiurahisi, alafu ndo tupate hayo matokeo mengine. Tatizo la pili, ukiniambia Dimitri Pantev alikuwa tatizo, muda unakataa. Amefikisha miezi mitatu ndio mwalimu angalau yani, angalau itumie hiyo miezi mitatu lakini, hata miezi mitatu haikufika. Sasa kitu ambacho nakiona Abdallah Edi Mitel Pantev amekuwa muanga kulinda, e mabalaa ya watu wengine. Mimi mimi binafsi, ungeniuliza unaonaje, ningekwambia viongozi warudi wakae pamoja kabla ya kitu kingine chochote. Viongozi warudi wakaimbe nyimbo moja kabla ya kitu chingine chochote. Ngoja nikukumbushe Abdalla, hii ni kanuni yangu mimi kufundisha haya mambo. Ukiwa unanioji niko Tanga, kuna mambo nilikueleza, watu wakalalamika kwelikweli. Sasa na washauri leo, mtu atakayeangalia unapokuwa umenisikiliza chika mwisho, alafu niulize katika nilichokisema, mi nazungumza kila siku, weka swali, mimi naangalia comment, nikiona nitakwambia na, nitakujibu na, nitatenga na hii eleweke. Na nadhani magoli wakati anashuka amezungumza kama mimi, watu wakamrudia akiwa airport. Umezungumza tatizo lililoko Simba, limetengenezwa na sisi, tumelipokea kwa sababu tumeimbishwa hizo nyimbo tukiwa mtaani kwa muda mrefu. wa kulisolve tatizo hili sio viongozi wa Simba, ni sisi wenyewe ambao tumeanza kulikuza hili tatizo. Mashabiki na wanachama kwa ujumla, ndio tunapaswa kusolve hili tatizo. Kusolve kwetu ni kurudi kuimba nyimbo moja. Kwanza tukubali timu ina wachezaji wengi wapya, tukubali timu yetu haikupewa nafasi ya kukaa muda mrefu kwa pamoja nyimbo yoyote tutakayoimbwa ya kukosa kombe ya kufungwa na vitu vingine, tuifanye ndiyo nyimbo ya mpira, kwamba ni lazima mpira uwe hivyo. Basi si tukikubaliana, si ndio tunaweza kuimbisha nyimbo watu wote? Afu na si tuwe na nyimbo ya kuimba, tunataka kombe la ligi. Hiyo ndio nyimbo yetu, waambie tunataka kombe la ligi, tunataka robo ya klabu bingwa. Hiyo ndio nyimbo yetu. Tunapoimba nyimbo nyingi kwa wakati mmoja, maana yake tunayumbisha management balaa zaidi. Sasa hatuimbi nyimbo ya kuitakia mafanikio Simba, tunaimba nyimbo za kuwashuti viongozi. Narudia kusema sijawahi katika maisha yangu mimi kukutana na Murtaza hivi, sijawahi, na sio siwezi, nikitaka hata ofisini kwake na kwenda kwa sababu ni mtu, sina maslahi naye. Sijawahi kufikiri hata kwenda, sijawahi kupokea hata shilingi tano yake, lakini ninachoamini kuwa uwepo wa Simba sasa ni katiba tulionayo, ndio iloweka huu uongozi mzima. Umenielewa sijui? Basi, kama hakuna uwezekano wa kuondoa, tusifanye mapinduzi, kwa sababu kwenye mapinduzi ndo tunakwenda kuisambaratisha kabisa klabu tukiimba nyimbo moja. Murtaza ana uwezo wa kutumbisha sisi zote mangungu kwa kuimba nyimbo moja, lakini kwa sababu hatuna nyimbo moja, sasa tumewagawa mpaka wale walio ndani, kuna mtu atatusikiliza, mashabiki, hata kama hatuna cha msingi cha kuzungumza, umeelewa vizuri? Kwa sababu tu hawamtaki fulani, na yeye ataamua kuwa mnafiki katika eneo hilo, manake unafiki katika klabu, si ndo tunaupisha U, ukianza kunionyesha kidole mtoto wa fulani, yule bwana ataona mimi adui, ndo natumia chance ya kusema wewe ataona, ukianza kusema fulani afai yule ambaye ni adui katika Simba, unampa nafasi ya kufanya nini huo uadui, unaelewa sio Abdalla? Hilo jambo la kwanza. Kija jambo la pili tu, sasa niko leo katika maiki na unanisikiliza, nasawazisha vitu vyangu. Nilisema maneno haya, narudia Abdalla, sasa utakaopitia ndo amalize. Nilisema maneno haya kikao kilichokaliwa hiki cha Simba hiki ni kikao ambacho kimamlaka kwa mujibu wa katiba, hasa asiyejua akasome. Kinampa mamlaka huyo ambaye hatumtaki kukifunga na kukifungua. Zinapokuja ajenda kwa mujibu wa sheria, mimi naifahamu katiba ya Simba pale pale, ajenda inapokuja ndio unaponyanyua kidole kusema inafaa au haifai, sio mwisho wa kikao ndio mjadili ajenda, katiba ikuelekeza hivyo. Sasa mtu huyu alikuja na mnasema mumtaki, na akafahamu kwamba mimi nakwenda na hawanitaki, lakini kama si wafahamu wazuri wa katiba nakwenda kuwapigia hapa chenga. Sasa akashawaondoka sheria, mkutano mkuu mwingine utakuja mwaka ujao. Ukisema unaisusia Simba mwaka mzima, manake awawi bingwa, hawaendi hatua yoyote, unategemea utochekwa eti kwa kwa sababu sababu ulisusia Simba? Utachekwa tu, yeye ataendelea kuwepo kwa sababu yupo kikatiba. Sasa mara nyingi ukiona adui yako ni ngumu kukabiliana naye, tengeneza kuwa rafiki yako, utampa sumu afe akikuamini rafiki mtagawana juu hizi siku ndo eneo ambalo utapata kumshughulikia tulikuwa hatuna haja ya kuendelea kutengeneza vita na mtu ambaye yupo kikatiba ila tulitakiwa tumlinde huyu mtu kila hatua tuwe nyuma yake kwamba bwana hatukuamini unatakiwa kufanya moja mbili tatu huo ndio ulikuwa ushauri wangu mimi ndio niliusema ambao watu wakaona kama mi natumika na naweza kulaposhwa kutoka kwa mtu fulani haiko aiko hivyo brother kwanza mi imani yangu hainiruhusu umeelewa ila mi nitaendelea kusimama na kitu ambacho nakiamini na tukubaliane mtu ambaye unahisi niko tofauti, siku ukiona ninachokisema comment, basi sifu. Leo si unaona kwamba niko tofauti, kesho ndio ni sifu. Ndio ilikuwa muktadha wa hiki ninachokisema, ndio sasa hatima ya hii unayoiona, yale maneno yangu yanatimia sasa. Baba, sasa ngoja tuwatafutia wana Simba matokeo ya kilazima. Tunapokwenda sasa tutakuwa hatuna timu. Tunapokwenda tutaanza na siku nunua mechi, baada ya kujenga timu, kwa sababu kiongozi anaona, kumbe njia rahisi ya kuwateka wa watu ni kuwatafutia matokeo tutatafutiwa brother, matokeo tutapata, lakini hatuwezi kujenga timu imara. Hilo moja, lakini jambo la pili, nikasema nirudie tena kusema, ukisikiliza maneno ya mwanasheria mkuu asifikiri kuna mtu wa Simba alipewa nafasi ya, ya, ya kudaut yale eti aseme nakubali au nakataa. Kwani kuwa Mohamed mwekezaji kutaka kumpa Mohamed asilimia kubwa kuliko wanachama, kwani haikufanywa na wanachama? Alikuja waziri akasema hii haiwezekani kwa sababu ni klabu ya nani Nakukumbusha mimi wajue, eti maneno wa Mwinjuma ya Mwinjuma wasiyabebe tu kuwa yalikuwa maneno yako sahihi kwa asilimia mia, wajikumbushe warudie nyuma. Sisi tulitaka tumpe Muhammad asilimia hamsini na moja, unakumbuka si mkutano mkuu? Kama kweli serikali inakubali, si yote tunayofanya? Walipokuja walitwambiaje? Haiwezekani, hamsini kwa hamsini, ndio sio? Tukakubali, akatoka waziri akakaa ofisini kwake sita, akasema arobaini na tisa. Yaani hapa haijaingilia mamlaka. Waache watu. Yaani watu waache kutumia maarifa ya kulishwa wakataka ndio yafanye kazi. Sisi tunaosema tunakumbukumbu, sisi tunafahamu kitu ambacho kinaendelea. Kwa ushauri uliotolewa na mwanasheria mkuu wa serikali unaenda kumuondolea meno Mohamed. Hata hao wana Simba kama walikuwa wajui. Wanashughulika sisi na Mwitaza na nani? Ukweli kuwa Mohamed ndio ambaye atakiwi, wakae wajue hilo. Na litakapotimia watakuja kunambia, na bahati mbaya, my brother, uelewa wangu mimi wa kawaida kukaa kwa sababu akalii mapenzi, sababu kwa mujibu wa mapato anaoingiza Muhammad anatoa kingi kuliko anachofanyaje? Hakuna mtu anakubali tofauti na mwenye mapenzi. Nikisema mapenzi yamegawika tu, kupenda Simba, sijui mwanamke na vitu vingine, ni katika jamii hiyo. Kama mpenzi wa simu utatia mavocha mengi, wala utaona kuwa ni hasara. Kama mpenzi wa mwanamke, tunawafahamu vijana nyinyi mnaonga sana, muone kuwa ni hasara na ilivyo kwa Mohamed ndio hivyo, unamleta mtu anakuja kufanya biashara DP World, tumekubali. Umeelewa vizuri, tumekubali kwamba amekuja kufanya biashara, atatoa et... zaidi ya mapenzi haiwezekani, brother. Atatoa kile kile kinachotakiwa sasa. Ukimleta DP World akatoa kinachotakiwa, saa hizi Mohamed anatoa sita na nukta, alichowekeza Equity Bank apati faida ya tatu, hii nyingine mfukoni mwake. Hii sasa ni sehemu ya mapenzi. Alafu mwanamke amesha na wili brother, ndio mnatuletea mwanaume mwengine? Haya, huyu alompendezesha na kumvisha losheni vipi? Wanachama wa Simba waache kuimbishwa hiyo mimbo. Mnielewa vizuri, turudi kuangalia timu yetu, tusiangalie nani anatuongoza mbele. Tusimame kwa pamoja. Na mi sishauri viongozi, mi nashauri sisi chini. Mnielewa hilo jambo la kwanza.